bahati kubwa sana katibu mkuu mstafu wa chama cha mapinduzi Tanzania ambaye ni mjumbe wa halmashauri kuu <laughs> mkuu wa mkoa mstafu mkoa wa Songwe alafu mgombea ubunge jimbo la Makambako, kiongozi wetu na mwalimu wetu, ndio alikuwa anatoa semina kule nilikotoka. Mpigie kwa heshima kubwa, ametudhamini sisi watu wa Kibena anapita hapa ameona tuko kwenye mkutano, lakini wakati natoka kwenye kikao nilimwaga ni niliwaga mkutano kwamba wananchi wananisubiri. Mzee, mimi ninakushukuru sana kwa heshima kubwa sana ambayo umetuonyesha, sio kitendo kidogo, ni kitendo kikubwa sana na Mungu akubariki. Basi nisio msemaji sana, nikuombe wasalimie wana Kibena. <coughs> Ndugu zangu wana Kibena, rafiki yangu na ndugu yangu, rafiki yangu na ndugu yangu, nilikuwa napita, sikuwa najua kama mkutano uko hapa. Nilipouona nimefungia break kule kurudi, nikasema nataka nije niseme neno moja. Huyu Ngole huyu, njoo bwana Ngole huyu Ngole huyu, huyu. Watu wengi sana ukiwaona wanamnyoshia kidole, wanalalamika kwa sababu ya misimamo yake ya kufuatilia mambo ya maana. Kwenye hilo hayumbi, kwenye hilo hayumbi. Na mara nyingine, mara nyingine kwenye maendeleo tunamtaka mtu ambaye anaweza akachukiwa na watu wote huko nje na wakubwa wote kwa ajili ya kutupigania sisi, na huyu Ngole ana hiyo sifa kubwa sana, yuko tayari achukiwe na wakubwa, lakini jambo analolisimamia litokee. Ukiwa na kiongozi wa namna hiyo, huyo mshikeni, msimuwache. Sisi emoye, sisi emoye. Hebu angalia kwa huyu sasa, tarehe 29 mkitiki asilimia mia moja Ngole, alafu mkaenda kwenye ubunge asilimia mia moja Mwanyika, alafu mkamalizia na rais Samia Suluhu Hassan. Mkimaliza nami nimesema rafiki yangu simtakuwa jimbo jirani hapo la Makambako. Ni mnategemea mambo yataenda kirahisi rais lazima mambo yataenda mbele na mimi nitakuunga mkono kwenye mambo yote ya msingi. Kwa yale ambayo unaona yanakwamakwama unahitaji mimi na leo Mwajika, tushikamane kusukuma, tutayasukuma kwa pamoja. Hiyo ndio kazi tutaifanya. simoye semoye Kibena oye! Najua mnataka nakalami ikakwenda Lupembe, mambo yake sikuyasikia na wasiwasi na hiyo basi, msiwe na wasiwasi, na sisi tutasimamia, tutashirikiana na Mwanyika, tutashirikiana na Swale, lakini tutamshika mkono huyu ndugu yangu. Huyu mimi ni rafiki yangu, kwa maana nimewaambia ni ndugu yangu. Hata tukisimama hivi, si utafikiri baba yake alipita pita nyumbani? Uongo ukweli? Uongo ukweli? au baba yangu ndio alipita pita kwao? Eh, si tunafanana? si kweli? Basi huyu labda anaitwa Chongolo Ngole, tabii tumuite hivyo, si ndio? Au mimi niitwe Ngole Chongolo, si ndio? Ninawaomba sana mumpe kura za kishindo, mumpe kura zinazofanana na bidii yake na jitihada zake. Huyu amekuwa mwenyezi wetu wa mkoa, amefanya kazi kubwa sana. Uongo kweli? Sasa tumpe heshima inayofanana na nyinyi.